Labda na nyinyi mtatusaidia kwamba eh, labda nyinyi waandishi mlikuwa mnaangalia vizuri goli tulifunga, mtatuambia lile goli kama lilikuwa na shida eh, kuna tukio, kuna incident kama ilikuwa na inastahili kama penalty hivi, sijui nyinyi mtaweza kujua, lakini yatoe hayo, kikubwa ni kwamba tuliweza kufika yale maeneo, kama tuliweza kufika pale na vidi ya timu ambayo kila mtu alipa nafasi kubwa sana, maana yake tuliweza kufika pale vidi ya mwingine yoyote. Na leo lefa amekataa goli, siku nyingine atakubali. E, akaona penalty. Na ah, eh, ni ukomavu kwa maana kwamba kwenye kundi letu Wydad ndio timu iliyopewa nafasi kubwa sana kabla, kila mtu alikuwa anaona hii ndio timu ambayo itafunika ita wote. So tumekwenda nao na tumechezonia kwa kiwango kile, maana yake kama ile performance tukiwuka kwenye mechi zingine zote, hakuna ambaye anaweza kutusumbua sana. So sisi tunaichukua hiyo na tunajaribu kuhamishia hii performance kwenye mechi nyingine zilizobaki. Cha kurekebisha zaidi ni kubadilisha nafasi kwa magoli. Mchezo uliopita pia tulipata nafasi nyingi, hatukufunga. Mchezo huu pia tulipata nafasi nyingi, hatukufunga. So kitu ambacho anatakiwa kubadilisha ni uh, kuwa kali zaidi kwenye kutumia nafasi. Hiyo ndio kitu ambacho kinaweza kuhakikishia ushindi au alama kwenye hatua kama hizi dhidi ya timu bora kama hizi. Unapokuwa unapata niambie Wydad wameshinda wamepata nafasi ngapi leo? Chache. Chache. Sasa wametumia. Unafahamu eh? Eh, moja kipa alicheza, nyingine hiyo imekuwa goli. So hakuna kitu kingine chote ambacho alikifanya kifanya zaidi ya hapo. Hiyo uh, ndio ndio levels ambazo ziko kwenye mashindano kama haya kwenye hatua kama hizi. Na ndio kitu ambacho tunataka wachezaji wetu wafike wa, wa, wa huko na inshallah tutafanya vizuri. So. Zaka, mimi ni niwapongeze kwanza, mmecheza vizuri tofauti na watu wengi ambao walitarajia. Naweza nikasema kwamba kilichotokea leo ni experience, imeamua ama ni fluke ambayo kwenye football inatokea. Ah <laughs> uh, ubora na na experience. Unafahamu timu kwa bora hata uh, kwenye kutumia nafasi tu kama unapata kwa sababu sio hata timu hiyo bora kiasi gani, haitoingia uwanjani itengeneze nafasi mia mbili kila mechi. Kuna mechi mnakamatwa, mna kulikweli, lakini kwenye mechi kama hizo ukiweza kupata matokeo ndio ubora. So hiyo ni heshima kwa wapinzani wetu kwamba against all odds tumewadominate, tumefanya kila kitu, lakini mwisho wa siku unataka ushinde hizi mechi. Hii hatua ni ya kushinda. Wamefanya wanachoweza kufanya, wameshinda, imeisha. So hiyo inatuonesha kwamba wenzetu uh, wana uzoefu wa kutosha, lakini wana ubora pia wa kuweza kuamua mechi katika mazingira magumu. Kwa aina ya matokeo ambayo mmeyapata, ni mechi ya pili mnapoteza Zaka, matumaini bado yapo katika mechi ambazo zimesalia. Yeah, matumaini bado yapo kwa sababu kuna mechi nne mbele na sio tu sisi tunatakiwa tupoteze, hata wao wenzetu wana nafasi za kupoteza pia. Hizi mechi hata poteza huyu, hata poteza huyu, huyu, utashinda wewe, utampunguza huyu, tutafika huko mbele. Mimi tunaamini kwamba, eh, nafasi bado tunayo na tutatumia vizuri nafasi hiyo, kwa sababu so mechi zilizobakia ziko baada ya dirisha dogo. Kwa hiyo eh, tunayo nafasi ya kuendelea kujimarisha kwenye timu yetu, tunayo nafasi ya, ya majeruhi wetu kupona na kurudi kwenye timu, unafahamu zote zipo, ya kufanya mazoezi zaidi. So tunaamini kabisa nafasi ya kurekebisha timu tunayo na kubadilisha msimamo wa wa kundi. Nadhani shajibu hilo swali Zaka, kauli <laughs> <laughs> mbiu ya sisi kwede, inawezekana inaendelea kutumika katika mechi ambazo zimesalia huko mbele, na inatumika kama morali ama kuatia hasira zaidi? Ile kauli ile ilikuwa kwa ajili ya mechi hii huko. Yeah, mbele tutakuja na kauli zingine, sisi ni matajiri wa kauli hizi. Mm, gibilo, li ni matajiri wa kauli hizi tunazo nyingi sana. Tunashukuru sana wamefanya kitu kikubwa ambacho tumekia, tumekiona na tunathamini tuna sana mchango wao, lakini uh, Mashabiki ndio wenye timu, so wenye timu walikuja kwenye timu yao kuishabikia, mm, kuishangilia timu yao, kuunga mkono timu yao. Timu inapopoteza tumepoteza wote, mashabiki wamepoteza, wachezaji wamepoteza, na kila mmoja akapoteza kwenye timu. So wamekuja, tumepoteza pamoja, tuna maumivu pamoja, lakini tunacho cha kujivunia kwamba kwa namna tunaona timu yetu, tunapiga hatua kidogo kidogo kwenda mbele, na Roma haikujengwa siku moja. Wasisononeke, wasiumie, wasiumie kwa sababu mbili kwa sababu mbili. Kwanza wamefungwa na timu bora hii e, ni widadi ndugu zangu e, e. Wamefungwa na timu bora, kwa hiyo wasisononeke. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, waache uchu wao, msimu huu wamefanikiwa kuingia hatua ya makundi kwa mara ya kwanza, ni mafanikio makubwa. Yaani kupoteza mechi hii isiwafanye wakaanza kujitia unyonge, wakasahau kusherehekea mafanikio waliyoyapata wameingia hatua ya makundi, hayo ni mafanikio tosha, ni kwa mara ya kwanza e. Kwa hiyo ni kipindi ambacho anatakiwa wajipongeze kwa kufika hapa, na sasa hivi wafanye kama wanatalii hatua ya makundi. Sisi tupo e, tutaendeleza hizi mbio za kijiti kwa sababu, kwa dalili nazoziona ndugu zangu, wanaweza kawa ni kibonde kwenye kundi lao e, lakini mwisho wa siku bado tuwapongeze, wamecheza vizuri wamepata nafasi nyingi wametengeneza, lakini kwa bahati mbaya wameshindwa kuzitumia kuwa magoli. Na ndo mpira ulivyo, ukichezea nafasi mpinzani wako anaweza akaja akabadilisha matokeo ndani ya dakika moja. Na kabla tujaweza kwe, kwenu nyinyi pia Young Africans znkatwasuluh bila kufungana kule Algeria, alama moja ugenini, ugenini e, ugeni, matokeo ya sare ni matokeo mazuri, to be honest ni matokeo mazuri. Kwa hiyo sikujua matokeo ya Yanga ndo nanaambia sasa hivi, lakini matokeo mazuri, ila bado safari inaendelea. Azam wana mechi 4. Yanga e, wana mechi nne na tusisahau Singida Black Stars tunacheza hapa Jumapili hii, kwa hiyo msiondoke ndugu zangu e, simpo e, tunakuja hapa kukazana, kukazana msuli hapa na Stellenbosch wa Sauzi Jumapili saa moja mida kama ya leo Singida Black Stars tunakutana hapa sawasawa sawa, eh? Kwa hiyo Azam sisi tutaenda kuwabebea huu msalaba, hatuwezi kukubali hapa, hapa tupoteze mechi, timu mbili zipoteze mfululizo eh, watanzania sio wanyonge kihivyo eh, sio wanyonge kihivyo. Kwa hiyo ndugu zangu mje kwa wingi sawasawa, eh? na mvae jezi za Singida. Nimeona mimi nimekuja hapa nimevaa jezi ya Azam na nyie mkija mvae jezi za Singida na Azam amenihakikishia watakuja wamevaa jezi za Singida. Kwa mwisho wa siku ni mechi zetu tu, support timu zetu yes. E, kwanza tumekuja kwa sababu mbili. A, tumekuja kuangalia mchezo huu kwa sababu tuko Zanzibar e, tuko Zanzibar na tumefanya mazoezi jioni tu hapa uwanja wa nje hapo, kwa hiyo ilikuwa ni fursa ya kuja kutazama mechi pili kuwasapoti Azam FC uh, kwa sababu ni wenzetu, ni watanzania wenzetu. Tatu, wataalamu wetu walikuwepo hapa kuangalia pia game, kwa kwa hiyo hizi ni mechi za CAF unapata nafasi ya kuja kutazama, unatazama ili kuweza kuondoka na mali matatu. kwa naamini kocha Miguel Gamondi alikuepo e, alikuja sasa na kofia mbili kama kocha wa timu ya taifa, ya Taifa Stars, lakini pia kama kocha wa Singida Black Stars. Kuna vitu naamini ameviona na ataenda kufanyia kazi kwa ajili ya mchezo wetu wa Jumapili. Imani iwepo isiwepo, Azam hawatakiwi kuwa na unyonge hata kidogo. Wasisahau kusherehekea mafanikio yao, hilo ndo kubwa. Hatua ya makundi ni mafanikio makubwa kwa msimu huu, wajipange kwa ajili ya hatua ijayo. Asanteni sana. Zaka. Ndio ndugu yangu. Zaka bana, mwambie kwa vitendo, asikie sawa. Leo ukimwangalia sura yake, hii sura ndio maana nikamwita kwenye kamera hii, sura hutakiwi kuwa nayo msheto wangu nimetoka kuwambia wanahabari Azam, wakati huu ambapo mnajisononesha kwa matokeo ya kupoteza, mkumbuke mna sababu mbili. Kwanza mmepoteza dhidi ya timu bora, lakini pili, msisahau kushangilia mafanikio yenu. Mmeingia hatua ya makundi kwa mara ya kwanza kwao. Matokeo ya hizi group stage yasiwafanye mkajianza kujiona kama hamna cha chakusherekea. Furahieni matokeo yenu na msio warafi, msimu ujao shalla mtafanya vizurikimsingi ni kwamba tumepoteza dhidi ya timu bora kabla ya mchezo lakini. Kwenye mchezo sisi tulikuwa timu bora na timu bora imepoteza nah. Kabla ya mchezo kila mtu alisema Widad bla bla Widad vile, lakini kwa namna tulivyocheza, siamini kama kuna mtu ambaye, kwa mfano, hii mechi tungeshinda sisi, angesema tumeshinda. Performance ambayo tumeonyesha ilikuwa na... kushinda.